Wakumbusha mambo ya fata moja miumbe watendaji wa kati na mjini, tuende tukasimamia miongozo yetu ya dumishia, tukawafafanulia wananchi taratibu, sheria, kanuni na namna ambavyo zendekea zendesha, ili kutokuathiri utendaji na utawala, kwa sababu kwa muda mku umekaa nimepata malalamiko mengi kwenye vijiji, lakini ukiangalia ndani ni kwamba kuna eneo tu miongozo ifuate, kuna maeneo miongozo haifuate, miongozo haifuate. Tunaweka mfano mdogo tu, unakuta kijiji tangu mwaka umeanza mpaka namaliza mwaka, hakuna siku amesoma taarifa za mapato na matumizi. Kuna vikao vya kikalenda ambavyo baraza Kijiji kitakuwa na mikutano na hadhara, kitongoji kitakuwa na mikutano na hadhara, kata itakuwa na vikao vya ODC. Lakini ukifuatilia utendaji wako, unakuta avifuatili kalenda koleleoagetizana niwakumbushe haya na tukayafanyia kazi. Jambo la tatu ambalo ni miungene nii Naombeni tuwatumikie wananchi pasipo kutumia nguvu, tutumie sheria na taratibu, kwa sababu yako maeneo mengine mtendaji wa kijiji ama mtendaji wa kata anatumia nguvu nyingi kuendesha mkutano kuliko kutumia taratibu na kanuni. Mwezi huu tunaenda kuwa na baraza na kota ya kata Zitakuja taarifa hapa, zitaambiwa kathe, wamefanya mkutano wa kisheria kijiji fulani, akikisoma mapato na matumizi kijiji fulani, wananchi wakaulia wala holamukufika kijiji fulani, wamesoma mapato na matumizi. Hizi taarifa zinazokinzana hizi tatu. Niombe mto witu pwini mwezi huu wa nne, mimi niniwasapunishi nitakuwa na ziara ya vijijini, nisipate malalamifu eti hakuna taarifa za mapato na matumizi, kama ukufanya na kama ukufanya kwa sasa, kafanyeni.

vikae katika dokumenti na vikae ofisini kwetu, eneo la kijiji. Taarifa za vitu mali zote za umma, sio ofisi ya kijiji. Upande wa kata, taarifa zote za umma, vitu vya umma, vikae ofisi ya kata. Mtendaji unapoondoka kuna mkabidhi mtendaji mwenzio document na wewe, ndio utaratibu na sodumishi moja zaza zetu hata zile za kawaida ambazo tutafanya mwezi wa nne, tutaangalia ratiba moja ya maswali ambayo tutahitaji ni pamoja na kuelewa mtendaji kwa kijiji ama katika vile ambavyo tutaona inafaa kwamba kwenye kata yako kuna mali gani zitakiwa waendeleze. Ni aibu sana mali za umma, utumishi wa umma, eti tu unafanya kazi hapo kuna miaka zaidi ya ishirini. Sasa meit lakini hajui hivyo, ndio umetoa wito kwengi, nendeni mkatambue kila kilicho cha umma, kila kilicho cha umma ujui, sipendi wale ambayo tunakuwa tunasema, na sio kama ujui, unajua ile unakwepa kwa sababu kunakoguki

ni watu wakubwa, sio kwa udogo. Mnaojitiza kitendo cha kupewa imani fulani sio kitu kidogo, kasimame katika utumishi. Ndo maana ukiangalia kiangalia vyo vyenye inaitwa asa mtendaji wa kata, asa mtendaji wa kijiji, neno asa Kichara, aminimu, usimami, ni sababu tu kweni ni la kitabu ni sana, vile tunavyosema mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa mkuu wilaya, mheshimiwa mkuu mkoa, mheshimiwa waziri, mheshimiwa rais, ni cheo cha heshima kwamba umeaminiwa usimame kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo niombe, kashughulikeni haya kunaeleza, lakini sitarajii eti kuna ardhi fulani imeuzwa, ama ya serikali kwa maana ya umma, mtendaji inaonekana mausi

Ili jambo la mkurugenzi pamoja na sudumishi naamini inaweza ikaolewa hata kesho, kadri mdogo kujipanga, lakini sizidi wiki jana, tengenezeni utaratibu kuhakikisha kwamba mambo yote ya msingi haya ambayo umaongea hapa na hotuba yangu hii uitengenezei, mwape watendaji mwacha pili, mwapatie lakini ambatane na kuwatengenezea vitini vinavyowakumbusha wajibu na mipaka yao ya kazi kwenye vitwa vijiji, pamoja na mitukuji, pamoja na tendali, wakati na vijiji wakasimamia utawala.